Jeshi la Ukraine limeangusha droni 90 kati ya 174 zilizorushwa na no Urusi usiku wa kuamkia leo Jumatatu. Mashambulizi hayo yalifanyika kwenye mkoa wa Odessa, ambako kwa wiki tatu sasa Urusi inazidisha mashambulizi yake. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amesema atakuwa na mazungumzo kesho Jumanne na rais wa Urusi Vladimir Putin kuhusu mzozo Ukraine. Taarifa kamili na Sale Mwanamilongo. Jeshi la anga la Ukraini limesema mashambulizi ya droni za Urusi yaliyelenga ya miji ya Odesa, Kharkiv, Diprotokov, Kirorov, Somi na Sherniniv. Mashambulizi hayo yalifanyika pia kwenye mji mkuu Kiv. Jeshi limesema lilitumia vifaa vya kivita vya kielektroniki kuangusha droni zingine sabini. Gavana wa jimbo la Odesa, Olekipa, amesema raia mmoja alijeruhiwa wakati wa shambulio hilo ambalo liliharibu shule ya chekechea nyumba ya makazi ya kibinafsi duka na gari la abiria. Kipa amesema takriban watu 500 katika vitongoji vya Odessa wameachwa bila umeme baada ya droni kuharibu miundombinu za nishati. Kwa upande wake, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema vikosi vyake vimechukua kijiji cha Stepov mkoani Zaporicha, mashariki mwa Ukraine. Huku hayo yakijiri, rais wa Marekani Donald Trump anapanga kufanya mazungumzo na kiongozi mwenzake wa Urusi Vladimir Putin kesho Jumanne. Trump amesema mazungumzo hayo yanahusu juhudi za kuvimaliza vita vya Ukraine. Kulingana na Trump, ardhi na mitambo ya kufua umeme ndiyo kiini cha mazungumzo ya kufikia amani kati ya Urusi na Ukraine. na tutakuwa tunazungumza kuhusu ardhi, tutazungumza kuhusu mitambo ya umeme. Hilo unajua, ndiyo swali kubwa, lakini nadhani tuna mengi ambayo tayari yamejadiliwa sana na pande zote mbili, Ukraine na Urusi, tayari tunazungumza kuhusu hilo. Maafisa wa Marekani walielezea matumaini yao kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Ukraine na Urusi yanaweza kufikiwa katika wiki chache zijazo. Hapo awali, Moscow ilisema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alikuwa na mazungumzo ya simu na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov kujadili mambo madhubuti ya utekelezaji wa makubaliano kati ya Urusi na Ukraine. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock amemuomba Donald Trump kutofanya makubaliano ya upande mmoja na Vladimir Putin ambayo inaweza kuidhuru Ukraine. Akizungumza leo Jumatatu katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels, Baerbock alisisitiza umuhimu wa umoja wa nchi za magharibi akisema kwamba hadhi ya Ukraine lazima ibaki kuwa msingi wa mazungumzo yoyote. Mataifa mengi ya Umoja wa Ulaya yanaonyesha wasiwasi wake kuhusu mbinu ya Trump katika kufikia makubaliano ya amani baina ya Ukraine na Urusi, ikiwa ni pamoja na shinikizo kwa Ukraine kuachana na mpango wake wa kujiunga na jumuiya ya kujihami ya NATO. <tune>